Ndugu wa Islam, kwa kweli leo tulikuwa tuzungumzie mada inayohusu mauti, kwa sababu hapa tuna mwenzetu, ndugu yetu, tutamsalia baada ya salatu Jumaa, lakini kutokana na dhurufu na hali ilivyo, wa Islam, tunaingia katika jambo kubwa, jambo ambalo ni mustakabali wa maisha yetu kwa miaka mitano, na jambo lenyewe kuingia katika uchaguzi. Na Waislamu kila kitu chao kinakwenda kwa kipimo na hawakurupuki, na ukitizama asili ya hizi chaguzi zinazoitwa chaguzi za kidemokrasia, ambazo asili yake ni za kikafiri, sio za Waislamu, kwa sababu Waislamu wanapokuwa katika dola ya kiislamu wana taratibu zao za kuwachagua viongozi. Lakini sisi hapa hatuko katika dola ya kiislamu na tunaishi katika nchi hii, na ni mustakbal wa maisha yetu na vizazi vyetu kwa miaka mitano inayokuja, basi tuingie tu katika uchaguzi bila hata ya kukumbushana tukachukua vile vipimo ambavyo kwamba Muislamu anatakiwa achukue, kwa sababu kama tulivyosema hizi chaguzi zote za demokrasia ni millat alkufar zimeletwa na makafiri, na sisi kama ni Waislamu tunaishi tuseme je,

kutuwekea ya uchaguzi wa kidemokrasia ambao yule anayepata kura nyingi ndiyo anayekuwa kiongozi. Katika Uislamu jambo hilo hakuna. Sasa je, Waislamu wanafanya nini? Kwanza, innama lamalu binniyati, kila jambo linakwenda kwa nia ikiwa wewe nia yako ni kuwafuata makufaru basi, utalipwa kwa nia yako. Lakini hili jambo lipo miongoni mwetu na tunaishi Waislamu, na miaka mitano ni mingi. Tunafanyaje Waislamu? Tuende tu tuingie tu basi, hatuna vipimo? tunasema jambo lolote katika Uislamu linatazamwa nia yako. Kwa hiyo ndiyo lishakuja hili jambo, na wewe hutakiwi kwenda kupiga kura kwa sababu ya chama chama fulani chama fulani chama fulani chama fulani. Wewe kama mwislamu unatakiwa uwe na vipimo. Hawa wote hawa wamezunguka katika miji, katika mitaa, katika vyombo vya habari, kila mmoja kaelezea sera yake, kaelezea anachotaka kukifanya. Sasa wewe Muislamu, una kipimo, kipimo chako cha kwanza, kipimo chako cha kwanza, kabla ya kutizama maslaha yako binafsi kabisa mtizame yule mwenye maslahatu dini kati ya hawa ambao wamekuja wakatueleza waliotueleza, yupi naye ana mwelekeo wa maslahatu dini. Labda anaweza mtu akasema ndani ya nafsi yake wakataka kumuuliza mwenziwe wakitoka nje, maslahatu dini ni nini? si tunaswali swali tunaadhini kwa vipaza sauti? si tunafunga? si tuna hiji? si tunafanya hivi na tunafanya hivi? tena nini hapo tunataka? Naam, dini ni maisha yako yote. Dini si kuswali dini si kufunga tu, dini si kutoa zakat tu, dini sio kwenda kuhiji na dini siyo kushuhudia kwa Mwenyezi Mungu ni mmoja. Hiyo haitoshi, bali ni maisha yako yote unayoishi katika hii dunia katika hii nchi. Tizama maslahatu din. Je, yeah. hawa waliokuja wote hawa yupi ana mwelekeo katika masala ya dini na dini yenyewe Tutizame na maadili, tutizame na akhlaq, tutizame umma huu, kitu gani kinachoangamiza? Kwa kusali, alhamdulillah tunasali, tunafunga, lakini kuna vitu ambavyo kwamba ndani yake vinatakiwa viondoke. Sasa hawa wote, hey, hao wanaokuja wakatuambia tuwatizame wale ambao wanaweza kusimamia maadili ya nchi hii, akaweza kukaa katika mstari wake. Siku moja zamani ni swala ambalo kwamba, ambaye, ikiwa ni baba katika familia, ikiwa ni kiongozi katika mji kwanza kabisa anawachunga wale watu wake ndani ya nyumba. Baba mtu anatakiwa yeye aihudumie familia yake, anawapa chakula kizuri, pahala pa kulala pazuri, kila kitu kizuri. Lakini baba huyu ndani ya nyumba yake ameweka vitu ambavyo kwamba vinavunja maadili au vinavunja au vinahatarisha usalama wa watoto wake, huyu hatakuwa baba mwema kweli. Kawalisha, kawavisha, nyumba nzuri, lakini ndani ya nyumba yake ameweka viwembe, tena viwembe vyenyewe hakuvificha ameviweka waziwazi ndani ya nyumba yake, ameweka sindano, vitu vyote ambavyo kwamba vya ku mtu kumjeruhi. Basi mtoto akichukua atajichinja, baba atampeleka wapi? Atampeleka hospitali, lakini ilikuwa lile asilipate la mtoto wake kumpeleka hospitali, kwa sababu vile vile zile sindano, sindano ile, mambo ambayo kwamba ni hatarishi kwa ile familia yake alikuwa ayaondoe au ayaweke katika pahala panapostahiki. Sasa na tutizame vipimo. Ukisha liona hilo, tazama na maslahati l-umma umma, umma. Usitizame tumbo lako, usitizame mimi nitapata nini ikawa wewe anania una ubinafsi, nikishapata hichi mie basi, wengine na wafanya takavyo, wasiko, wakose la. Wala vile vile utizame maslahatu lumma, ni nani kati ya hawa ambaye unahisi wewe katika nafsi yako kuwa nikimpatik nitapata maslahati lumma naweza tukasema, alhamdulillahi, mwaka huu tumewaona viongozi wetu kila mmoja kila mmoja, nasema wote takriban wanaingia wakisema kuwa maslaha yatakuwa makubwa mpaka sisi maskini wote tuliokuwa viuoni, hatutizamu siku zote hizo. Sasa hivi kila mmoja akasema, walimu tutawapa mishahara, walimu tutawapa mishahara, walimu wa madrasa ambao walitupwa miaka nenda miaka rudi, walikuwa wanalia jamani we sisi sisi, jamani we, hatuna kitu, madarasa hizi watoto wanataka kusoma, lakini kuna moja, kuna mbili. Changamoto hizi walikaa kimya, lakini sasa kila mmoja akaja anasema, kila mwalimu atalipwa, kila imamu atalipwa. Sasa basi, hayo yanaitwa ni maslaha ya kibinafsi, ni yangu mimi, imamu atalipwa nitapata mimi sawa. Jamani, mwalimu wa madrasa atalipwa, tapata mwalimu wa madrasa, lakini wewe unapata nini? Kuna yayo vile vile, tuiangalie katika maslahati lumma. Wako wengine wamekuja na mambo mengi, hata katika kuhalalisha yaliyokuwa haramu. Mimi kuna mmoja nilimsikia mwanzo mwanzo akisema tutaruhusu vijana wavute bangi tena sema kishwaya kishwaya kishwaya. Alisahau kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, kinacholewesha kikuwa kidogo au kikuwa kingi ni haramu. Wewe hata hiyo bangi ukipiga pafu moja tu kisha ukaiacha, si siushavuta haramu? Sasa sisi tuna vipimo vyetu. Sasa hivi vipimo tuvitizame, tuviangalie na mwenye subhanahu wa ta'ala, yeye ametusiu sisi waislamu kuwa tuna akili, na ndio maana aya nyingi zikija, basi anaambua afala yaqilun, afala tubsirun, fa'tabiru ya ulilalbab. Na sote hapa tuko katika ulilalbab, kwa hiyo tutafakarini hilo. La kwanza. La pili tunataka kuingia katika wale wenye wa kusimamia hayo, kuwa uchaguzi ambao unatarajiwa kufanywa katika nchi hii, tufahamu ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia, wasalam sulhu alsulhu jaizun baina al-muslimina illa sulhan ahalla haraman wa qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam almuslimuna ala shurutihim, kuwa sulhu yoyote inafaa baina waislamu isipokuwa ile sulhu ambayo itahalalisha haramu au itaharamisha halali. Na akasema Mtume, waislamu wako juu ya sharti zao, yaani makubaliano yao vile mlivyokubaliana baadhi wa ya watu wanafikiria haya mambo ya kidunia tukikubaliana, sema ah, si mambo ya kidunia tu haya, nikishakufanya kufanya limekusha duniani la halishi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, adhulmu dhulumatun yauma al-qiyama, dhulma ni kiza siku ya kiyama. Kwa hiyo dhulma yoyote utakayoifanya ukamdhulumu yoyote, basi ujio umefanya dhulma na dhulma yoyote ambayo kwamba itampelekea mtu kuingia katika madaraka ajiweni laana ambayo kwamba itaenda naye mpaka kaburini. Ndugu Waislam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi aleihi wasallam anatuambia katika hadithi ambayo maarufu, na tunazisoma hadithi hizi ili kuwakumbusha wale ambao kwamba ni masulia katika kusimamia hilo jambo, jambo la uchaguzi, ambao ni haki ya kila mwananchi katika kupiga kura, na kura moja ni mtu mmoja. Sasa wale wenye kusimamia wajitahidi katika makubaliano haya, kila mmoja apige kura moja, wala usije ukasema na nafsi yako kuwa mimi nitapiga tatu nitapiga nne nitapiga tano nitapiga ishirini, ukajiona uko salama kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huko salama kwa sababu umefanya kitu kinachoitwa nini, khana, umekhini wewe. Wa idha Mtume anasema ayatul munafiq thalath idha hadatha wa idha, idha, idha tumina khan. Kwa hiyo hapa wanaingia wote wale kuanzia wasimamizi wa uchaguzi mawakala vikosi vinavyolinda ulinzi na usalama, na watu wote watume, wahakikishe haki ya kila mtu kupiga kura moja, wala usije ukafanya jambo lolote likampa mtu fursa ya kupiga kura mbili, na ukajisifu ukasema, ah, nilimsaidia yule akapiga kura ishirini. Wallahi laana unayo, kwa sababu haya ni mambo watu walikubaliana kuwa kura moja ni mtu mmoja. Basi we ni hivyo, na upige kura kwa haki, na aliyeshinda umpe haki yake, na aliyeshindwa umpe haki yake. Kutoka kwa Sulaim bin Amir hadithi hii anasema, kana baina Muawiya wa baina Rum ahd, likuwa baina y Muawiya na baina ya dola ya Rum, kama mnafahamu, Roman Empire Walikuwa ni Wakristo hao wa, wa kana yasiru nahwa biladihim, na alikuwa akienda pande za miji yao. hatta idha inqada lahdu ghazahu, alikuwa anaingia nao makubaliano na makubaliano yale hayavunji, hata kama wale waliingia makubaliano nao ni watu wa Kristo si Waislamu, hayavunji mpaka yamalizike yale makubaliano. fajaa rajulun an fursin

mwenye kuwa baina yake na baina ya, ya kaumu yoyote ana ahadi fala yashuddu uqdatan wala yahilluha, asivunje ahadi hiyo, asikiuke ahadi hiyo, asitie vishawishi vishawishi, vimbwembwembwembwe, akavunja ahadi hiyo, hata yanqadi amaduha, mpaka imalizike ile ahadi, na kama ikimalizika au yanbadha ilayhim ala sawa, au wakafika pale wakasema, bwana wewe, hii hadi ishafika mwisho, lakini bado tunahitaji tuzungumze tena, mambo yetu yende sawa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii hadithi imekuja kwa tunakuba, tunaruhusiwa kuingia katika makubaliano hata na waliokuwa sio Waislamu, manake hata yale makubaliano yaliokuwa sio ya Kiislamu, kwa tujitahi, ndugu Waislamu, tukiingia katika jambo hilo ambalo mara nyingi watu wameacha kulizungumza.